Naam, karibu tena kwenye safu ya KTN leo michezo. Kwa muda wiki mbili zilizopita, timu ya kinadada ya voliboli ya magereza imekuwa ikifanya mazoezi kabla kushiriki kwa ligi ya mchezo huo e, katika muda wiki mbili zijazo mjini Eldama Ravine. Mwanahabari Victor Ogalle na maelezo zaidi. Hii ndiyo taswira kwenye kambi ya timu ya magereza ya kinadada ya mchezo wa voliboli kwa muda sasa kinada hawa wamekuwa wakifanya mazoezi makali ili kurejesha miili yao katika hali nzuri ya afya. Wiki mbili zilizopita timu hiyo ilaza timu ya Kenya Pipeline kwa siti tatu kwa moja mjini Nanyuki kwenye mechi ya ligi ya mchezo huu. Ilibidi turudie mambo ya loading kidogo, ili wachezaji waweze kupata ile nguvu, na hiyo ndio kitu ambao tumekua tukangazia na tutaangazia hadi siku ya Wednesday, ambapo tutabadilisha mazoezi yetu na tuingilie mambo ya tactics. Mwishoni mwa mwezi huu timu hiyo itaelekea mjini Eldama Ravine kwa mechi ya ligi kuu huku wakinuia kuandikisha matokeo mema kama ilivyokuwa mjini Nanyuki. Timu hiyo ndio mabingwa watetezi wa ligi ya voliboli nchini. Kwa sasa timu hii ya kinadada ya magereza ya voliboli imesalia na mechi nane kwenye ligi ya mchezo huo, na no, kwa mujibu wa kocha wa timu hiyo, wanaangazia ushindi ili kumaliza katika nafasi ya nne bora mwishoni wa msimu huu. Victor Ogale, KTN, Nairobi.